Bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabilalamin. Tunamshukuru Allah subhanahu wataala aliyetujalia Ramadhani ambayo kwa malengo ya kutufanya sisi tuwe wachamungu. Tunamshukuru yeye muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, na tunamshukuru kwa kutuletea mwezi huu, mwezi wa mazoezi ambao unatusaidia sisi kurudi katika njia ambayo yeye anaitaka ye yeye Allah ni ghafurun rahim. Yeye Allah anatupenda sana, Alhalimu ni kipenzi, ni mwenye huruma, ni mwenye subira, anatusubirisha lakini, pia anapenda sisi tuwe wacha Mungu, akatuletea mwezi ambao ndani yake alivyosema yeye ayyama maadudat. Masiku yanayohesabika. Masiku haya mashehe wetu maustadhi wetu, dunia nzima, wamesimama kuhubiri namna ya kufinyanga hii nafsi, ya kuifinyanga hii akili, kutoka katika uvivu, kutoka katika maasi, kuingia katika uchamungu. Na tukabainishiwa matendo ya kufanya ili kulifikia hilo daraja la uchamungu matendo hayo tukafundishwa, ambayo ni swala kwa wakati, kuswali swala za sunna, kufunga yenyewe Ramadhani kama ilivyo, kuacha mambo yote maovu na machafu ambayo yatasababisha kuharibu moyo, kuharibu akili. Na kweli alhamdulillah, watu wengi, kundi kubwa la watu kubwa sana, mashallah Dunia ikarejea katika kipengele hichi, lengo hili la kuwa wacha Mungu, akili zikakaa vizuri, nyoyo zikakaa vizuri, tabia ya hayo ikaonekana. Tunasema kwenye tathmini, tabia zilikuwa nzuri sana ndani ya Ramadhani, lakini sasa Ramadhani imekwisha. Je, Mungu wa Ramadhani ameisha? Jibu ni hapana, yeye yuko hai milele hafi. Kwa kuwa yeye yupo hai milele hafi, yeye ni nani? Yeye ndiyo muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Yeye ndiyo alimuumba mwanadamu na akamwongoza njia, akasema: thumma hadainahu sabila, imma shakira wa imma kafura, kisha tukamwongoza mwanadamu njia ya kupita, awe ni mwenye kushukuru au au mwenye kukufuru. Mwenye kushukuru ni yule mwenye, kwa maana ya kuzitambua neema za Mwenyezi Mungu, kwamba yeye yupo. Lakini anataka nini kwetu? Anatutaka tufanye matendo yote mazuri kwa kupitia Qurani na sunna ambayo ni mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sawa, tumefata ya rabbi. Mwisho ni nini? Mwisho ni malipo. Kwa maana mwanadamu anapata malipo katika sehemu kuu tatu, anapata malipo duniani, anapata malipo kaburini na anapata malipo siku ya kiyama. akifanya matendo mazuri duniani Allah atamuisha atamjalia maisha mazuri. Maisha mazuri ni yapi? Ni yale yenye kuridhia nafsi, ikawa inaridhia akhera. Ambapo kaburini, Allah atajalia kaburi lake kuwa bustani katika mabustani ya peponi, na hatojalia kuwa mashimo katika mashimo ya motoni. Lakini siku ya kiyama atapata amani, atakuwa salama pindi watu wengine wabaya, waovu watapokuwa, watakapokuwa wao wanapata mashakil mbali, shida mbalimbali, adhabu mbalimbali, basi yeye atavuka salama katika njia katika sirata na kuingizwa peponi. Peponi kuna nini? Kuna mito ya asali, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya pombe, kuna mito ya maji masafi. Na hivi vyote ni majina tu, lakini vinakuwa katika sura nyingine kabisa, sio ile ambayo mwanadamu ameizoea. Havifanani kabisa na hivi vya duniani, Allah ametuletea taswira. Lakini sasa sisi, kama tunayataka hayo, kwanza tunatakiwa kujiuliza, mimi nitakufa lini? saa ngapi? Wapi? Ah, majibu hatuyajui, ni siri ambayo Allah ameiweka. Kama ni hivyo basi tunatakiwa tuseme Ramadhani ime, imekwisha, lakini mola Mungu wa Ramadhani yupo hai milele hafi. Ehe, kwa kuwa hafi sitotakiwa kufanya nini? Kwa kuwa tulipata mafunzo ndani ya Ramadhani ili tuwe wachamungu, basi ule ucha mungu tukamate barabara, tusiuache hata kidogo. Ambapo ni nini cha kwanza kabisa? Ni swala, kuswali swala kwa wakati kuswali swala kwa wakati, kuanzia alfajiri, kabla ya adhana ya kwanza ya pili, wewe ushaamka, ushashika udhu, ushasali rakaa mbili, ushamuomba Mwenyezi Mungu auongoze moyo aiongoze akili, kisha utasoma Qur'an, utaleta dhikri mbalimbali mbali. Adhana ikija utasali rakaa mbili kablia, na kisha utaswali swala ya alfajiri kwa wanawake utasali majumbani na wanaume wanasali misikitini, kama jinsi alivyotufundisha Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna dhuhuri, kuna alasiri, maghribi na isha, hizo sala za faradhi kuzingatia na sunna zake. Lakini pia kuipima nafsi yako, ipime kwenye swala pia ya dhuha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala ya dhuha ni swala ambayo linatoa sadaka ya viungo vya mja mwanadamu. Katika mwili wake ana viungo mia tatu na sitini. Kwa hiyo kila ukiswali unakuwa umetolea sadaka kiwiliwili chako chote, lakini ni salatu al-awabin, ni swala ya wema. Ukitaka kuipima imani yako ipime kwenye swala ya duha, lakini pia kuna sunna zinazoambatana na Ramadhani, nayo ni uh, Shawal, kufunga sita min Shawal. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi <coughs> mwenye kufunga Ramadhani kisha kafatisha siku sita katika mwezi wa Shawal, basi ni sawasawa amefunga sawa mwaka mzima, japo kuna wengine wana, wanasema hadithi uh, ni dhaifu, lakini hadithi imethibitishwa sasa kuna masiku meupe ayamu albid, mwezi kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano. Kuna siku za jumatatu na Alhamis, kuna sunna za arafa, kuna sunna ya arafa, kuna sunna zile nyingine nyingi zinafuata, ili kuilinda imani kuulinda ule uchamungu wako usije ukayayuka. Basi mimi na wewe tupaswa kufanyaje? Kuvikamata kwa magego ili visije vikaporomoka na sisi tukarudi nyuma. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, Abibakari Siddiq na Umar bin Khattab hawakuwepo pale. Wamerudi baada ya kupata taarifa, wanakuta watu wanalia, wanagaragara. Umar kashika panga radhiyallahu anhu, anazuia watu wasilie Anasema mtu akisema Muhammad amekufa, anamkata kichwa chake. Muhammad ameondoka kama alivyoondoka Musa, na akaenda kakaa siku 40, karudi. Tunavyofahamu shujaa wa Umar bin Khattabi, lakini alitetereka. Abi Bakar Siddiq radiallahu anhu kaingia ndani, kamwangalia, kamfunua mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake, kakuta kweli kafariki kabusu paji lake la uso akamwambia, kweli hutoonja tena mauti yawe, mtume wa Mwenyezi Mungu. Karudi nje kuambia watu, aliyekuwa kimwabudu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu uko hai milele hafi, na aliyekuwa kimwabudu Muhammad, Muhammad tayari ameshakufa. Akasoma aya ambazo nitazisoma moja kwa moja kwa Kiswahili katika suratu Ali Imran, ya kwamba hakuwa Muhammad ni kiumbe tu Hakuwa Muhammadi ni kitu isipokuwa ni mwanaume, yani ni katika nyinyi mwanadamu kama nyinyi. Iwapo atakufa au atauawa vitani, je, mtarejea kwenye visigino vyenu? Kwa maana mtarejea nyuma, muache Uislamu, mtarudi katika ujinga, mtarudi katika maovu. Sasa ndugu yangu, nami nakwambia aliyekuwa akiabudu akiabudu Ramadhan, Ramadhan imekwisha. Na aliyekuwa akimwabudu Mungu wa Ramadhan, Mungu wa Ramadhani yupo hai milele, hafi hafi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai milele, hafi. Kwa hiyo mimi na wewe tukandamize nafsi, kandamiza nafsi. Ukiona nafsi inakushawishi katika kuingia katika jambo lolote ovu, kataa, iambie nafsi, samahani, siwezi, sifanyi. Moja. Pili, ukijiona unaanza kuwa mvivu katika ibada ulizokuwa ukizifanya katika Ramadhani, basi jilazimishe, unaweza, unaweza, tunaweza. Lakini kingine ni kutokuacha kuomba dua, kumwambia ya Rabbi, rabbana la tuzigh qulubana bacda idh hadaytana wahablana min ladunka rahmatan innaka anta lwahab, E Mwenyezi Mungu, usizirudishe nyuma tena nafsi zetu katika maasi baada ya kwamba ushaziongoza. Hakika yeye ni mwongozaji. Naamini tulikazana katika kumi la mwisho kusema: allahumma innaka cafuun tuhibbul afwa fafu anni, E Mwenyezi Mungu hakika ya wewe ni msamehevu na unapenda kusamehe, basi tusamehe. Sasa kama uliomba hivyo, ulikuwa unajitakasa kwa maana ulioga ukajisugua ukawa msafi. Sasa usirudi katika matope, tusirudi katika matope. Naamini Mwenyezi Mungu ni mwema na ni kweli anapenda kusamehe na atatusamehe iwapo tutakazana kuacha madhambi. Lakini pia wale ambao, kwa bahati mbaya au nzuri, kwa bahati mbaya, kwa makusudi, kwa kujua au kwa kutokujua, walitengana na wenza wao, sijui ni wenza wao, kwa sababu ya Ramadhani, wale ambao hawakufunga nao ndoa, wakasema hebu tupumzike tufanye ibada vilivyo, halafu ikaisha Ramadhani wakarudiana. Hiyo ni hatari. Kufunga ndoa hakuna uzito wowote. Mwambieni shetani, audhu billahi mina shetani rajim. Hatukutaki shetani, motoni nenda wewe peke yako. Sisi tunatubu tunarejea kwa Allah, tunafunga ndoa, kwa sababu kufunga ndoa hakuna gharama kubwa kama mmeshaweza kuishi pamoja basi, hata kufunga ndoa ni kwepesi. Naamini Allah atatusaidia, atatuongoza mimi na nyinyi, ataziongoza nafsi zetu, atatuongoza mpaka mwisho wa maisha yetu. Mpaka hapa na kushukuruni kwa kunisikiliza, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.